Huku Wakristo wanaposherehekea ukumbusho wa mateso na kifo pamoja na hata ufufuko kwa mwana wa Mungu Yesu Kristo, pana haja ya serikali na watu walio na uwezo kuwajali na hata kuwasaidia watu wasiojiweza katika jamii. Kwa mengi zaidi, inampisha mwanahabari wetu Dan Dunde na Bwayo na Ukete wa taarifa hiyo. Mwakilishi wa wadi ya Manda Shivanga David Kivishi amefanya maamuzi ya kumjengea ajuza huyu mmoja makazi alipomtembelea katika kijiji chake cha Teresia na kuona hali ya uchochole anayoishi mama huyu mwenye watoto wanne pamoja na wajukuu wanne na kufanya maamuzi ya kumpa zawadi ya Pasaka. Leo ni Good Friday na kwangu mimi ni Good Friday kweli kwa sababu pia mama nimemtembelea kusema kuwa mama, Good Friday na hii ni Pasaka, msimu wa Pasaka, na sisi kitu tunaomba ni amani, amani, amani, amani. Kuna hii holiday inaenda paka Monday ambayo itakuwa Easter ma Monday. Tunaomba watu wa Manda Shivanga tushirikiane na tuwe na amani na tuombeane. Kivishi amewataka viongozi na watu wote walio na uwezo katika jamii kuwakumbatia watu wa sambuli hii hmm. na kuwasaidia ili waweze kuendelea katika maisha kia. Pia vile umesema, kijana wako pia nyumba ilichomeka. Mungu akipenda, huku mbele tutaangalia vile tunaweza fanya mi hmm. ni kuambia tu watu wa Manda Shivanga tusiingize siasa kwa mambo ambayo ni mambo muhimu ya maisha ya watu, kwa sababu unaona, mimi najinyima kidogo ile napata ile kusaidia watu wangu, lakini kuna wale ambao wamefanya iwe siasa. Kama ni siasa, tungoje 2027, 2027, 2027, tutafanya siasa, tutafanya siasa tena. Hiyo wakati tunaruhusiwa kufanya siasa, lakini kwa sasa tuangalie maendeleo na tusaidie watu wetu. Ajuza huyu wa takribani miaka sitini kutoka kijiji cha Teresia eneo bunge la Malava kaunti ya Kakamega amesherehekea Pasaka kwa njia tofauti baada ya, ya kupokezwa zawadi ya nyumba kutoka kwa mwakilishi huyu, jambo ambalo hakuwa ametarajia katika maisha yake yes. <tipa> <tipa> <tipa> Anaelezea kuwa alilazimika kujistiri katika makazi haya baada ya nyumba yake kuchomwa na watu wasiojulikana, hivyo basi ikilazimu kuingia katika nyumba hii ya nyasi ambayo imebomoka bomoka, bomoka yenye chumba kimoja bila dirisha, ambayo ndiyo makao ya sasa ya ajuza huyu Sara Lea pamoja na wanawe na wajukuu.

Nikiripotia habari za TV Magharibi kutoka eneo bunge la Malava, County ya Kakamega, naitwa Dan Ndunde.